Leo tuna tukio la kupokea magari kutoka ambayo wenzetu wa Jeshi la Zimamoto wamepewa na mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuna magari manne yako mbele yetu pale, lakini kuna gari nyingine itaongezeka ndogo ya zimamoto. Kwa hiyo sasa, kwa upande wa zimamoto, mkoa wetu umekamilika kwa vifaa vyote, ikiwemo gari ya kubebea wagonjwa ambayo ni ya kisasa sana. Mtakwenda kuiona pale. Ina kila kitu. Ina kila huduma ya kumhudumia mgonjwa. Lakini tumeletewa gari za zimamoto za kisasa za kimataifa ambayo inaweza kuzima moto kwa kutumia maji kidogo sana. Inapuliza moto unaka unaondoka, na tunaendelea vizuri. Lakini tumepata magari ambayo tumepata boti pia. Dkt Samia Suluhu Hassan, Rais wetu ambaye sasa ni mgombea wa urais, ametuletea boti za kisasa kwa ajili ya maokozi kwenye maji. Boti ambazo zinaweza pia kubeba maji zikiwa huko kwenye bahari na kuendelea kufanya kazi yake ya kuzima moto pembeni mwa bahari, lakini pia kuokoa watu wote ambao wanapata ajali za kwenye maji. Kwa hiyo, makamanda, nataka niwaambie serikali, uongozi wa serikali yetu, rais wetu dr Samia suluhu Hassan ambaye ni mgombea, ni mgombea sasa wa kiti cha urais amefanya kazi kubwa sana kwenye jeshi jeshi la polisi. Pia tunaona tuna magari ya kutosha ambayo yanawasaidia polisi kupita kuhakikisha kwamba mahali popote kwenye changamoto wanakwenda kuwasaidia wananchi wan... bila kuwa na tishio lolote. Ninafahamu makamanda mko kazini kuona kila kiashiria ambacho kinaweza kutokeza. Mpaka sasa mkoa wetu uko vizuri, mkoa wetu uko salama. Kwa hiyo nitumie nafasi hii pia kuwaomba wananchi wa mkoa wa Lindi tarehe ishirini na tisa asubuhi mapema wakajitokeze kwenye vituo vilivyo vilivyoandaliwa kwa ajili ya kupiga kura, wakapige kura ya kumchagua rais, diwani pamoja na mbunge kwenye majimbo yao yaliyopo. Ambacho nataka kuwahakikishia wananchi wa mkoa wa Lindi ni kwamba mkoa uko salama sana uko tulivu sana na siku hiyo ya uchaguzi mkoa utaendelea kuwa salama sana. Na kwa vikosi nyie mlioko hapa, niwatake pia, kwa sababu na nyinyi ni wapiga kura, ili mkaweze kuendelea na majukumu yenu vile ilivyo, basi mtoke mapema mpige kura zenu ili muendelee kwenye majukumu yenu ya kuhakikisha kwamba mkoa unaendelea kubaki salama. Nina uhakika kupitia kwenu hatutasikia kelele kwenye mkoa huu, hatutasikia chochote, hatutasikia uvunjifu wowote wa amani kwenye mkoa. Joseph Mwasabeja, kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Lindi. Ya, tumepokea jumla ya magari yaliyofika ni manne, moja bado hajafika, jumla ni matano. Kwa mnayoona hapo mbele yenu, hizo ni gari za kupambana, ni vifaa, ni mpya zote, hakuna hapo ya zamani. Kifika ofisini utazikuta zamani. Namba moja mnaoona nyuma yangu ni mtambo wa kupambana na moto, fa tenda ambayo ina uwezo wa kubeba lita 5000 za maji, lakini inabeba pia fomu lita 400, maana yake ni fomu ni kemi subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele, ili wewe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote, hapa hapa Mashujaa TV.